Utajiri wa Mungu. Mungu akikupa utajiri, cha kwanza anakupa ideas za kuweza kubuni vitu kuleta hela. Cha pili anakupa utajiri ambao utakusaidia katika utatu wako kuweza kuevolve katika utajiri wa Mungu. Hakisha kupi utajiri wa mwilini tu, anakupa pia utajiri wa roho because you have the soul, the spirit and the body. Ndio maana utajiri wa Mungu huo unachukua muda mrefu sana, kwa sababu utajiri wa Mungu una mafunzo Utajiri wa Mungu hauna karma wala laana. Utajiri wa Mungu ni wa muda mrefu, unapatikana generation baada ya generation. Ndio maana unapata katika generation yenu kuna watu wenye vipawa vya uh, kuona, vipawa vya hivi, vipawa vya hivi, na hiyo ndio utajiri ambao Mungu walipeana. Katika utajiri ambao Mungu anakupa wewe binadamu ni utajiri ambao hauna karma, hauta tatiza wengine. Ni utajiri ambao utaleta manufaa duniani tu na pia kwako wewe, ni utajiri ambao utakusaidia ku evolve. the moment utatoka ardhini humu, utaweza ku vibrate high na kurudi back to the source. The moment unaanza kutembea na Mungu, dunia itakutenga. utakuwa tofauti sana, but after some time you will be able to lead the way. Utaacha utaacha historia ya kila mtu kutamani jinsi ulivyokuwa. Utajiri wa Mungu binadamu hapa wa kawaida hawatatamani hawatatamani hata kukaa karibu na wewe. Mungu anapoanza kutembea na wewe, ama unaanza kukaa katika utofauti wako upate utajiri wako, huwa una matatizo sana, huwa utajiri ambao Mungu anakupa una challenges nyingi sana. Maana utajiri wa Mungu ukianza kutembea nao unakufanya unakuwa tofauti na dunia. Utajiri wa Mungu si wa majumba na magari, utajiri wa Mungu ni utajiri wa roho. Utajiri wa roho, remember, uh, the spiritual realm is this, yeye ndiye anatengeneza kule, is the behind the scene, then the physical realm is on the scene. Utajiri wa Mungu si utajiri wa hela, hela imetengenezwa na binadamu. Utajiri wa Mungu unaweza kukusaidia ku attract hela. Wakati Mungu anaanza kutembea na wewe, utapata unavutia vitu na hata hutakuwa na interest na hizo vitu, lakini utajiri wa binadamu ama entities unapata, you are chasing things unapata, constantly you are chasing things unapata, wewe ni mtu ambaye unakosea wenzako, unaacha karma na laana. Watu wengi huku leo wanasema ah, fanya, kwani itakuwaje? Unafanya, unaacha laana, unafanya baada ya kifo chako, spirit yako inaanza kusumbua watu. Usidhani wewe kile ambacho unafanya ardhini hapa at because of survival, Ukifa hautapata majanga yako, utatatizika in the spirit. Jaribu sana utajiri wako ambao Mungu anakupa. Mungu amekupa uwezo wa kukimbia, amekupa uwezo wa kunena, amekupa uwezo wa uimbaji, amekupa uwezo wa spirituality, amekupa uwezo wa public speaking, amekupa uwezo wa vipawa vya kuona, uwezo wa ABCD, itumie katika njia ambayo iko sawa. Wakati unahisi ndani umekosea, jikague, jiweke sawa ili upate mkuli, kuli, uh, kupata lishe yako, fanya hiyo generational uh, talent iendelee generation baada ya generation, itengeneze iwe halali isije watoto wakaja basi wakaanza kung'ang'ana sana na karma na laana uliyoacha nyuma, kwa ajili ulitaka kupata lishe. Mwili huu unakula na aushibi, au, au mwili ni, ni, ina tamaa mwili, na pride mwili, na majivuno mwili, itakutoa katika alignment, lakini roho haiwezi kutoa katika alignment ikiwa utaamua kutembea na Mungu. Mungu anatembea katika roho. God works in the spirit. God does not work in the body. Na ndo maana watu ambao wanatembea katika mwili wanatatizika, wanakula wengine, wanatatiza wengine because entities are dominating. Entities wants to harvest every time wanataka vibration mpya. Every time wanataka vibration mpya because they survive on vibration of people. Dunia hii pia ina survive on vibration of people. Ndio maana ikiwa watu wako dormant, hakuna evolvement. Unapata kuna wale wanapunguzwa kila siku, watu wanapotea wengine, wanakuja. Jichunguze sana wakati uko hai, fanya kilicho chema, ili usiache matatizo katika ardhi hii, maana uanzilishi wako huu ndio utakuwezesha either kuenda back to the source or reincarnating back here. There are many souls who have been captured, hawajafika to the source. Na ndio maana spirits zao zinasumbua zinatatiza ardhini. Jaribu sana wewe, uliyefika ardhini, fanya kilicho chako. Wacha cha mwenzako kikumotivate pia kuinusha cha kwako. Wacha kutatiza wenzako kwa sababu unaona mwenzako maybe analipisha ama mwenzako anafanya hiki. Wacha kutatiza kipawa cha mwenzako. Ukiona mwenzako ana go to the wrong na unaelewa zaidi kitu hicho, anzisha ya kwako. Anza ku correct basi. Anza kutengeneza usawa. Wacha kutatiza wenzako. Wacha kuweka wenzako katika njia ambayo bado wanajikwaza, wanajifikiria mabaya kwa ajili yako. Stop becoming the root of the, of problem ya watu, machozi ya watu. Wacha uwe furaha kwa watu, wacha uwe amani kwa watu, wacha uwe mwelekeo kwa watu, bali usiwe kugonganishi kwa watu, because God did not create you to come and destroy others. Alikuumba ukuje utengeneze dunia, ili wenzako pia wapate amani kutokana na utofauti wako.